Katika siku zile Roma ilipokuwa ikitawala mataifa wakati wafuasi wa Kristo waliokuwa wamesambazwa na kuteswa, kulikuwa na mzee aliyekimbizwa kwa ushuhuda wake wa Yesu. Jina lake lilikuwa Yohana, mwanafunzi mpendwa aliyewahi kulia juu ya kifua cha Bwana wakati wa chakula cha jioni. Akakimbizwa kwenye kisiwa cha miamba cha Patmos, akiishi peke yake kwa ukimya na minyororo, alichaguliwa na Mungu kuona kile ambacho mwanadamu mwingine hakijawahi kuona. Bwana alifungua mbingu na Yohana akaona maono yasiyoelezeka kwa maneno ya kawaida: kiti cha enzi cha Mwenyezi kimefungwa katika mwanga wa zambarau, majeshi ya malaika yanayowaka yakilia mchana na usiku, Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Mwanakondo wa Mungu aliyekufa lakini bado amesimama, akipokea sifa na nguvu zote, watu wengi waliovaa vazi jeupe waliotolewa kutoka kwa kila taifa na kila lugha Yerusalemu mpya inashuka kama bibi arusi amepambwa kwa mume wake, mambo yaliyojaa utukufu zaidi ya dunia ya kushangaza kuliko maneno ya binadamu yaliamuliwa kwake, na Yohana aliandika yote katika kitabu kilichoitwa Ufunuo. Sasa tuchambue safari yake ya kimungu. Ilikuwa siku ya Bwana, nami nikiwa katika Roho, na nilisikia nyuma yangu sauti kubwa kama tarumbeta ikisema, mimi ndimi Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Kile unachoona andika katika kitabu na kitoa kwa makanisa. Na nikageuka kuona sauti iliyoniambia na milango ya mbingu ilifunguliwa. Haikuwa kama milango ya wanadamu iliyochongwa kwa kuni au jiwe, bali njia inayometa yenye mwangaza wa milele. Kupitia humo kulitiririka mwanga ambao sikuwahi kuona duniani, mwanga uliokuwa hai, uliojaa utukufu na utakatifu. Kisha nikaisikia ile sauti, sauti ile ile niliyokuwa nimesikia nilipogeuka kuona mwana wa Adamu akitembea kati ya mishumaa. Sauti ilikuwa kama tarumbeta wazi, ya amri isiyoyumbishwa. Sauti ikaniambia, njoni hapa juu, nami nitakuonyesha kile kilichopaswa kutokea baada ya hili. Mara moja, minyororo ya kifungo changu ilimeng'enyuka. Mwili wangu bado ulikuwa duniani, lakini roho yangu ilivutwa juu katika ufalme wa mbinguni. Nilijisikia ni kipandisho zaidi ya wakati, zaidi ya bahari na anga hadi mahali pa milele. Tazama kiti cha enzi kilikuwa kimewekwa mbinguni na mmoja aliketi juu yake. Yohana alianza safari yake ya mbinguni si kwa alama, si kwa maono ya wanyama au hukumu bali kwa mlango mwaliko. Ni Kristo mwenyewe aliyewita Yohana kama alivyomuita Enoki aliyepandishwa katika siri za mbingu na Isaya aliyeona Bwana juu na aliyeinuliwa. Mlango huu ni zaidi ya maono, ni ufunguzi wa milele, tazama nyuma ya pazia la uumbaji wote. Yohana alipita humo na jambo la kwanza aliloliona, si malaika, si waliotolewa, si utukufu wa jiji, bali kiti cha enzi cha Mungu mwenyewe. Kupitia mlango huo uliofunguliwa, Yohana alipandishwa katika roho. Maono yalimchukua mbali na kifungo, mbali na Patmos, mbali na dunia yenyewe, hadi kwenye mahakama za mbingu na pale mbele ya macho yake moyo wa maono ulifunguliwa: kiti cha enzi cha Mungu Mwenyezi, na yule aliyeketi juu ya kiti hicho. Ningeweza kumwelezaje? Umbo lake lilikuwa kama jaspa liking'aa kwa usafi na kama kaneli likiwaka kwa nyekundu ya moto. Mwangaza wake ulikuwa zaidi ya vito vyote, vyote vya dunia, kwa kuwa alikuwa amevaa mwanga usiofikiwa. Kuzunguka kiti cha enzi kulikuwa na upinde wa mvua mkali kama zambarau, ukizunguka kwa kijani hai, ukikumbusha rehema ya agano la Mungu, kwamba hata katika utukufu na hukumu anakumbuka huruma. Zunguka kiti cha enzi kulikuwa na viti 24 vya enzi na juu yake waliketi wazee 24 waliokuwa wamevaa mavazi meupe meupe zaidi ya theluji ya king'aa kwa usafi wa waliotolewa Kwenye vichwa vyao kulikuwa na taji za dhahabu zikiming'aa kwa thawabu ya walioshinda. Na kutoka kiti cha enzi yenyewe palitokea radi za umeme, midundo ya radi na mlio mkubwa kama Sinai wa zamani, wakati mlima ulipogubikwa na uwepo wa Bwana. Mbele ya kiti cha enzi kulikuwa na mishumaa saba inayowaka. Hizi ndizo roho saba za Mungu, zikimeta kwa ukamilifu, zikichunguza dunia, zikiona kila kitu. Na mbele ya kiti cha enzi kulikuwa na bahari kubwa ya glasi wazi kama kio tulivu na isiyohamishika ikionyesha mwangaza wa utukufu uliopo juu yake. Ilionekana kama uumbaji wote ukiwa kimya mbele ya mfalme wake. Maneno ya Yohana yanarudia maneno ya manabii waliomzidi. Ezekieli alionyesha kiti cha enzi kama zafirasi chenye mwangaza kama moto. Ezekieli moja mstari wa 26 hadi 28. Danieli aliona mzee wa siku akiketi na magurudumu ya moto na mto wa moto ukitiririka. Radi, radi ya umeme, moto, bahari ya glasi, yote yanaonyesha utakatifu wa Mungu na kumzunguka. Wazee 24 wanawakilisha waliotolewa kutoka enzi zote, makabila 12 ya Israeli na mitume 12 wa Mwanakondoo, agano la kale na agano jipya, wakiwa wakiungana katika ibada mbele ya mfalme wa milele. Wakati macho ya Yohana yalipopata mwanga wa kiti cha enzi, maono yake yalivutwa karibu zaidi. Hakukuona tu kiti cha enzi na wazee waliokizunguka, bali pia waliokuwa karibu zaidi na kiti hicho. Hawa hawakuwa kama wanadamu, hawakuwa kama wazee wala kama kiumbe wowote wa wa dunia. Walikuwa viumbe hai, walinzi wa kiti cha enzi, sauti za uumbaji wa dunia. Na karibu zaidi, wakiwa wamezunguka kiti cha enzi, nikaona viumbe vine hai. Muonekano wao ulikuwa tofauti na kitu chochote duniani. Walifunikwa na macho ndani na nje, macho mbele yao, macho nyuma yao, kana kwamba hakuna kitu katika uumbaji wote kinaweza kufichika machoni pao. Kiumbwa cha kwanza kilikuwa kama simba chenye ghadhabu na heshima, mfalme wa wanyama pori. Kiumbwa cha pili kilikuwa kama ng'ombe chenye nguvu na imara, ishara ya huduma na sadaka. Kiumbwa cha tatu kilikuwa na uso wa mwanadamu kikibeba hekima na ufahamu. Kiumbwa cha nne kilikuwa kama tai mkubwa, akiruka haraka na akipaa juu, akitawala juu ya mbingu. Kila kimo kilikuwa na mabawa sita na mabawa yao pia yalikuwa yamejaa macho. Mtazamo wao ulikuwa kila upande, ukiona utukufu wa yule aliye juu ya kiti cha enzi. Mchana na usiku bila kusitisha waliimba kwa sauti, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu Mwenyezi aliyekuwa, aliye na atakayekuja. Sauti zao ziligubika mbingu. Wimbo wao haukuisha. Kwa kuwa mbele ya kiti cha enzi cha yule wa milele hakuna uchovu, hakuna ukimya, bali kilio cha milele cha utakatifu. Maono ya Yohana yanarudia serafimu waliokuwa wakiwaka wa Isaya sita, waliojifunika uso na miguu yao, wakilia mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Yanalingana na kerubimu wa Ezekieli moja na kumi, wenye macho mengi na mabawa, wakiwa na umbo la simba, ng'ombe, mwanadamu na tai. Pamoja wanawakilisha ukamilifu wa uumbaji wa Mungu: wanyama pori, wanyama wa kufugwa, wanadamu na ndege wa angani, wote wakiinua ibada yao kwa Muumba. Kilicho wazi ni kwamba kilio chao kisichokoma kinaonyesha asili ya milele ya Mungu. Yeye ndiye aliyekuwa, aliye na atakayekuja. Tofauti na binadamu habadiliki, na tofauti na wafalme wa dunia, utawala wake hauna mwisho. Viumbe hivi hai vinatukumbusha kuwa ibada si wimbo wa malaika tu bali wimbo wa uumbaji wote. Usioisha, usioweza kuzuilika, daima mtakatifu. Wakati viumbe hivi vilipokuwa vikilia ibada isiyo na mwisho, mbingu zote zilisikika kwa sauti zao. Kiti cha enzi kilizungukwa na sifa, wazee wakinyenyekea, viumbe vikitangaza utakatifu wa Mungu bila kusitisha. Lakini kisha macho ya Yohana yalivutwa tena kwenye kiti cha enzi kwa mkono wa kulia wa yule aliyeketi juu yake. Kwa kuwa mkononi mwake kulikuwa na kitu kikubwa zaidi, rula iliyofungwa na muhuri saba ikibeba siri za mpango wa Mungu. Na nilipotazama kiti cha enzi nikaona mkononi mwa yule aliyeketi humo rula. Iliandikwa ndani na nyuma ikiwa na siri za Mungu, hukumu na ufunguzi wa yote yanayopaswa kutokea. Lakini ilikuwa imefungwa na mihuri saba, kamilifu na isiyovunjika. Kisha malaika mkuu alitangaza kwa sauti kama radi, nani anastahiki kufungua rula na kuvunja mihuri yake? Kilio chake kilisikika mbinguni na duniani, uumbaji wote ukanyamaza. Hakuna mtu mbinguni, duniani, wala chini ya dunia aliyepatikana kustahiki kufungua rula wala hata kuitazama, na nililia sana. Moyo wangu ulivunjika ndani yangu kwa kuwa kama hakuna mtu angeweza kufungua rula, malengo ya Mungu yangebakia kufungwa na wokovu wake haujakamilika. Lakini kisha mmoja wa wazee, amevaa vazi jeupe na taji ya dhahabu, alinikaribia, akasema usilie, tazama, simba wa kabila la Yuda, mzizi wa Daudi ameshinda, anaweza kufungua rula na mihuri yake saba. Nilinua macho yangu nikiwa natarajia kuona simba chenye ghadhabu, chenye heshima kisichokomea, lakini nilipoangalia katikati ya kiti cha enzi kikiwa kimezungukwa na viumbe hai na wazee, nikaona Mwanakondoo ulikuwa amesimama kana kwamba ameuawa, akiwa na alama za sadaka, lakini bado hai. Vidonda vyake viling'aa kwa utukufu alikuwa na pembe saba na macho saba, ukamilifu wa nguvu na ukamilifu wa kuona, ambao ni roho saba za Mungu zilizotumwa duniani kote. Na mwanakondoo alikuja akachukua rula mkononi mwa yule aliyeketi juu ya kiti cha enzi. Yohana alitarajia simba lakini akaona mwanakondoo. Paradoksi ya mbingu ilionekana, ushindi haujatokea kwa ukatili au nguvu bali kupitia sadaka. Simba wa Yuda mfalme aliyeahidiwa kutoka kwa mstari wa Daudi ni yule huyo kama mwana-kondoo aliyekatwa Kalvari. Kilichoonekana kama kushindwa msalabani kweli kilikuwa ushindi mkubwa zaidi wa milele. Rula lina maisha ya dunia, hukumu za Mungu na ufunguzi wa wokovu. Na ni Kristo pekee mwana-kondoo aliyechemka damu yake anastahiki kuvunja mihuri. Mbingu zinasema nguvu ya kweli haipatikani katika upanga wa binadamu bali katika msalaba wa Kristo. Wakati mwanakondoo alipochukua rula, mbingu ziliweza kama kushikilia pumzi, kwa kuwa mwishowe mmoja aliyestahiki alipatikana, simba aliyeshinda, kwa kuwa mwana-kondoo aliyekatwa. Na katika wakati huo ukimya ulipotea na sauti isiyo na mfano ilianza, ibada ya mbingu ilipanda kwa wimbo mpya. Wakati mwanakondoo alipochukua rula mkononi mwa yule aliyeketi juu ya kiti cha enzi, ukimya mkubwa ulifunika mbingu, macho yote yaliangalia kwake. Kristo aliyesulubiwa aliinuliwa na kulinganishwa na utukufu. Kisha ghafla ukimya ukavunjika kuwa ibada. Viumbe vine hai vilivala macho na mabawa viligugwa chini mbele ya mwanakondoo. Wazee 24 waliokuwa wamevaa jeupe na kupewa taji ya dhahabu, pia waligugwa chini mbele yake. Kila mmoja alikuwa na ngoma mkononi mwake, nyuzi zake zikiming'aa kwa sauti ya mbingu, na bakuli za dhahabu zikiwa na uvumba, harufu nzuri ikipanda kama moshi mbele ya kiti cha enzi. Na uvumba huu nilijua ulikuwa maombi ya watakatifu yameletwa kupitia vizazi vya mateso na imani. Na walianza kuimba wimbo mpya, wimbo ambao haukujawa umesikika mbinguni au duniani, Estahiki wewe kuchukua rula na kufungua mihuri yake kwa kuwa umeuliwa, na kwa damu yako umeokoa watu kwa Mungu kutoka kila kabila, lugha, watu na taifa. Umenfanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao watatawala duniani. Wimbo ulipandwa kama mto wa sauti, ukienea kwenye bahari ya glasi, ukijaza kila kona ya mbingu. Na walipoimba nilisikia sauti ya malaika wengi, maelfu juu ya maelfu, elfu kumi zidisha elfu kumi, wakizunguka kiti cha enzi pamoja na viumbe hai na wazee. Sauti zao zilikuwa kama kurusha kwa maji mengi, kama tarumbeta ya radi, na walilia kwa sauti moja, stahiki mwanakondoo aliyekatwa kupokea nguvu, utajiri, hekima, nguvu, heshima, utukufu na baraka. Na nilipotazama, kila kiumbe kilicho mbinguni, duniani, chini ya dunia na katika bahari, vyote vilijiunga kwenye wimbo huo, kumkae aliyeketi juu ya kiti cha enzi na kumwana kondoo awe baraka, heshima, utukufu na nguvu, milele na milele na viumbe vine hai walisema, "Amina," na wazee wakagugwa chini na kumwabudu Mungu. Yohana alisikia simfonia kuu ya mbingu, wimbo wa wokovu, maombi ya watakatifu yakiwa kama uvumba, sasa yameunganishwa na muziki wa malaika na sauti za uumbaji wote. Mwana kondoo anatangazwa stahiki kwa sababu ya damu yake, sadaka iliyookoa watu kutoka kila taifa. Kifo chake hakikuwa kushindwa bali ushindi uliotenga ufalme wa makuhani watakaotawala pamoja naye. Katika wakati huu ulimwengu wote unakuwa kwaya. Chumba cha kiti cha enzi kinakuwa jukwaa na Kristo mwanakondoo aliyekatwa ndiye katikati ya ibada yote. Wimbo wa malaika ulikuwa kama radi, ukijaza mbingu kwa utukufu. Lakini maono ya Yohana hayakumalizika. Wakati ibada ilipoongezeka, macho yake yalipandwa juu ya kiti cha enzi zaidi ya majeshi ya malaika kuona tukio lingine. Aliona baadaye si sauti za malaika tu, bali pia wale waliotolewa wenyewe, umati usiohesabika waliovaa vazi jeupe walikusanyika mbele ya mwanakondoo. Baada ya haya yote nilinua macho yangu tena, na tazama umati mkubwa ulitokea mbele yangu umati mkubwa kiasi kwamba hakuna mtu angeweza kuuhesabu, mkubwa kuliko mchanga wa bahari au nyota za mbingu. Walitoka kila taifa, kila kabila, kila watu na kila lugha chini ya mbingu, wafalme na watumishi, matajiri na maskini, vijana na wazee, wote walisimama pamoja, wakiwa wameshikamana mbele ya kiti cha enzi na mbele ya Mwanakondoo, waliovaa mavazi meupe safi na yanayong'aa, yameoshwa kwa damu ya Mwanakondoo. Mkono wao ulibeba matawi ya mizabibu, ishara za ushindi, amani na shangwe baada ya vita ndefu. Na kwa sauti moja kama maji makuu walisema, wokovu ni wa Mungu wetu aliyeketi juu ya kiti cha enzi, na kwa Mwana Kondoo. Kilio chao kilijaza mbingu. Sifa zao zilikuwa kama radi juu ya bahari ya glasi. Malaika wote walisimama karibu na kiti cha enzi, wazee na viumbe hai na wao pia wakagugwa chini mbele ya Mungu wakisema amina. Baraka, utukufu, hekima, shukrani, heshima, nguvu na mamlaka ziwe kwa Mungu wetu milele na milele. Amina. Kisha mmoja wa wazee aligeuka kwangu akaniuliza, "Hawa waliovaa mavazi meupe ni nani? Na wamekuja wapi?" Nikamjibu, "Bwana, wewe unajua." Akasema kwangu, "Hawa ndio waliotoka kwenye dhiki kuu." Wameosha mavazi yao na kuyafanya meupe kwa damu ya mwana-kondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu na kumtumikia siku na usiku katika hekalu lake. Yeye aliyeketi juu ya kiti cha enzi atawalinda kwa uwepo wake. Hawatajua njaa tena wala kiu, mwana hatawadhuru wala joto kali, kwa kuwa mwana-kondoo katikati ya kiti cha enzi atakuwa mchungaji wao, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji ya uzima na Mungu mwenyewe atafuta kila kilio machoni mwao. Yohana anaona matunda ya mwisho ya wokovu, umati usiohesabika, sio kutoka taifa moja au watu mmoja, bali kutoka kona zote za dunia. Hii inatimiza ahadi ya Mungu aliyompa Abrahamu katika Mwanzo 22 mstari wa 17 hadi 18: vizazi vyako vitakuwa vingi kama nyota za mbingu na mchanga wa pwani, na kupitia kizazi chako mataifa yote duniani yatabarikiwa. Mavazi meupe yanawakilisha usafi usiopatikana kwa matendo bali kununuliwa kwa damu ya Kristo. Matawi ya mizabibu yanakumbusha shangwe za ushindi za Israeli. Lakini sasa ni mali ya waliotolewa kutoka kila taifa. Hapa mbele ya mwanakondoo hakuna njaa, hakuna kiu, hakuna maumivu, hakuna huzuni. Mchungaji aliyeweka maisha yake sasa anaongoza watu wake kwenye chemchemi za milele za maji ya uzima. Na Mungu wa faraja zote anafuta kila kilio. Hii ni uhakika wa mbingu, mateso hayataisha kwa ushindi wa mwisho. Mwanakondoo aliyekatwa atawachunga watu wake milele. Yohana aliona umati wa watu waliovaa meupe, waliotolewa kutoka kila taifa wakimwabudu Mwanakondoo na wakilindwa milele mbele ya uwepo wake. Lakini maono hayakumalizika hapo. Baada ya kuona watu wa Mungu wakiwa wamekusanyika, Yohana alionyeshwa jambo kubwa zaidi, hatma ya uumbaji wote. Dunia ya huzuni na maumivu ingepita na badala yake Mungu atafunua mbingu mpya na dunia mpya. Kisha niliona, tazama, mbingu mpya na dunia mpya. Kwa kuwa mbingu ya kwanza na dunia ya kwanza ilikuwa imepita. Mpangilio wa zamani wa mambo uliochongwa na dhambi na kuoza ulikoisha milele. Bahari haikuwepo tena. Machafuko na mgawanyiko wa dunia ya zamani yalikuwa yamekwisha. Na niliona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kutoka kwa Mungu uking'ara na kuwa safi tayari kama bibi arusi aliyevalishwa kwa mume wake. Kuta zake ziling'aa kwa jaspa. Mitaa yake iling'aa kama dhahabu safi, milango yake ilifanywa kwa lulu na misingi yake ilipambwa kwa mawe yote ya thamani. Mji wenyewe ulikuwa unang'aa kwa utukufu wa Mungu na mwangaza wake ulikuwa kama jiwe adimu sana. Hakukuwa na hekalu ndani yake, kwa kuwa Bwana Mungu Mwenyezi na Mwanakondoo ndio hekalu lake, na mji haukuhitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa kuwa utukufu wa Mungu ulikuwa mwanga wake na Mwanakondoo alikuwa taa yake. Kwa mwanga wake mataifa yataenda na wafalme wa dunia wataleta utukufu wao ndani yake na nilisikia sauti kubwa kutoka kiti cha enzi ikisikika kama maji mengi ikisema, tazama, makazi ya Mungu yako pamoja na mwanadamu. Atakaa pamoja nao, nao watakuwa watu wake, na yeye mwenyewe atakuwa pamoja nao kama Mungu wao, na atafuta kila kilio machoni mwao. Kifo hakitakuwepo tena, hakutakuwa na majonzi wala kilio wala maumivu tena, kwa kuwa mambo ya zamani yamepita na yule aliyeketi juu ya kiti cha enzi alisema, tazama ninafanya mambo yote kuwa mapya. Andika haya, kwa kuwa maneno haya ni ya kweli na yaaminika. Na akasema kwangu, imekamilika. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Kwa wale wenye kiu nitawapa kutoka chemchemi ya maji ya uzima bila malipo. Yule atakayeshinda atairidhi haya yote, nami nitakuwa Mungu wake naye atakuwa mwana wangu. Maono ya Yohana hayamaliziwi kwa uharibifu, bali katika urejeshaji. Dunia ya zamani iliyovunjika kwa dhambi na huzuni inabadilishwa kuwa mbingu mpya na dunia mpya. Hii ni kutimizwa kwa ahadi ya Mungu kupitia manabii: kwa kuwa tazama, mimi naumba mbingu mpya na dunia mpya, na mambo ya zamani hayatakumbukwa. Isaya sitini na tano mstari wa kumi na saba. Yerusalemu mpya haijajengwa kwa mikono ya binadamu, inashuka kutoka kwa Mungu iking'ara kwa ukamilifu. Ni makazi ambapo mbingu na dunia hukutana mwishowe. Hakuna hekalu kwa sababu uwepo wa Mungu unajaza kila sehemu. Hakuna jua kwa sababu Mwanakondoo mwenyewe ndiye mwanga wa milele. Hapa kila jeraha linaponya, kila kilio kinafutwa, kifo, adui wa mwisho, kimeangamizwa. Kile Adamu alipokipoteza katika Edeni, Kristo kinarejeshwa kwa utukufu. Hii ndiyo matumaini makuu ya watakatifu, sio tu kutokwepa dunia hii, bali kurithi uumbaji mpya ambapo Mungu mwenyewe anakaa na watu wake milele. Maono ya Yohana yalifikia kilele chake: mbingu mpya, dunia mpya, na mji mtakatifu ukishuka kwa utukufu. Mungu mwenyewe atakaa na watu wake, na kila kilio, kila huzuni, kila kivuli cha kifo kitakuwa kimeondoka milele. Lakini hata baada ya kumwonyesha hatma ya uumbaji, maono hayakumalizika kwa ukimya. Sauti ya Mwenyezi Mungu ilisikia tena, ikithibitisha ahadi kwa maneno yake mwenyewe. Kisha yule aliyeketi juu ya kiti cha enzi akazungumza nami tena, na sauti yake ilikuwa kama maji mengi yanayorushiana akasema tazama, ninafanya mambo yote kuwa mapya. Andika haya, kwa kuwa maneno haya ni ya kweli na yaaminika. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Kwa wale wenye kiu, nitawapa bure kutoka chemchemi ya maji ya uzima. Kwa yule atakayeshinda, nitakuwa Mungu wake naye atakuwa mwana wangu. Kwa maneno haya, niligugwa chini ya uso wangu katika ibada nikitetemeka kwa utukufu wake, lakini nikafarijiwa na ahadi yake. Na nilisikia Roho ikisema pamoja na Bibi Arusi njoo. Wote waliosikia maneno hayo walirudia njo. Sauti hiyo ikasambaa kwa mataifa kwa kila nafsi inayotamani uzima ayaye mwenye kiu ajae. Ayaye anayeitaka achukue maji ya uzima bure. Huu ndio wito wa mwisho wa mbingu. Sio kwa mimi tu Yohana aliyepewa maono haya bali kwa wote wanaosikia maneno haya hadi mwisho wa zama. Mlango wa mji umekaa wazi. Mwaliko ni kwako. Maono ya Yohana hayamaliziki kwa siri bali kwa mwaliko. Si tu kuangalia utukufu. Ni wito kwako na kwangu. Roho na Bibi Arusi wanaita njoo. Waliotolewa wanarudia wito njoo. Na Kristo mwenyewe anatoa maji ya uzima bila malipo. Kitabu cha Ufunuo kinasimama kama kilivyoanza na Yesu Kristo katikati. Alfa na Omega, Mwanakondoo aliyekatwa, Bwana atakayerejea. Hii si hadithi ya mbali, bali ni ahadi hai. Yohana aliona mbinguni itakakukwaza pumzi yako. Kiti cha enzi king'ara kwa mwanga, Mwanakondoo aliyekatwa lakini anasimama, nyimbo za malaika, umati wa watu waliovaa meupe, na Yerusalemu Mpya, mji ambapo Mungu mwenyewe atakaa na watu wake. Siku moja, huu hautakuwa tu maono ya Yohana bali ni ukweli wetu. Maono ya Yohana yamtufundisha mambo makuu kadhaa. Kwanza, Mungu ana nguvu juu ya kila kitu na mpango wake ni wa milele. Hata katika mateso na majaribu, hakika wokovu wake unakuja. Pili, ushindi hawinji kwa nguvu za binadamu, bali kwa sadaka, imani na utii kwa Mungu. Mwana kondoo aliyekatwa anatuonyesha kwamba ushindi wa kweli huja kwa kuamini na kufuata njia ya Kristo. Tatu, ibada sio tu kwa kwa malaika bali kwa kila kiumbe kilicho hai. Siku zote tunapaswa kuishi kwa moyo wa shukrani tukimwabudu Mungu kwa maisha yetu yote. Nne, kila jeraha, huzuni na kifo kimetatuliwa kwa Kristo. Tumepokea tumaini jipya, furaha ya milele na amani isiyo na kipimo. Maono haya pia yanatufundisha kuwa mwaliko wa Mungu uko kwa wote. Yeye anayekoma kuchagua, yeyote anayeomba maji ya uzima ataipata. Hii ni changamoto kwetu, tuchague kumfuata Kristo, tuishi kwa imani na tukaribie wito wa mbingu kila siku. Kwa hivyo tukio hili la kiroho linatufundisha kuwa ushindi wa kweli hauji kwa nguvu, bali kwa imani. Wokovu ni wa wote wanaotamani, na Mungu anapenda kukaa pamoja na wale wanaomtafuta. Kama umechukuliwa na maono haya, hakikisha unapenda video hii ili kuonyesha moyo wako, na jiandikishe kwenye chaneli yetu ili usikose mafumbo na mafunzo zaidi kutoka kwenye maneno ya Biblia. Ushiriki huu unaweza kusaidia wengine pia kuungana na mwaliko wa mbingu. Usisahau kuishi kwa imani; ni kuchagua mwanga wa Kristo kila siku. Shalom.